Kwako kutusaidia kitu kwani yule mwanamke kajipanga kumiliki kila kitu alichokuwa e nacho mume wako. Kwa hiyo ili tuweze kumsaidia, kwanza inabidi turudishe kivuli chake. Sasa mtaalamu, tunafanyaje ili tuweze kurudisha hicho kivuli chake? Fundi, nini cha kufanya sasa? Tuko tayari kumsaidia Tuizu. Na binafsi siwezi kumwacha angamie. hivyo itafuta box yake au taulo aliyojifutia alipotoka kuoga. Ayo itakuwa vizuri zaidi ukiweza kushiriki naye tendo la ndoa. Ukipata bahati hiyo, usioge wala usinawe, njoo hivyo hivyo na janaba lako. Unajua nini bebe? Mhm, mm, haya matunda ni matamu sana, mumba sana mumba. Mm -hmm. Mm -hmm. et... Kwa hiyo namuomba sana Mungu aweze kutusaidia penzi letu lishamiri, linawili liwe kama lilivyokuwa haya matunda hata <laughs> <laughs> mimi bibi, siku zote nimekuwa nikiomba katika mahusiano yetu eh? yazidi kuweza kuwa imara, tuwezi kufika mbali, tujenge familia ambayo tutakuwa eh? <laughs> <Wow. laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> mm. na furaha muda wote, kwanza usiki utamwaje. Lakini mme wangu, mi naona kuna kitu akijakaa sawa. Nini tena? Yani kuna hivi do vidudu mtu mm. hivi vinaingilia sana mapenzi yetu nani au maliki utakikwaza kabisa, kabisa kuhusiana <coughs> na uyo mtu unajua nini? Siku zote nimekuwa nikikutana naye, namwambia sihitaji aweze kuingilia mahusiano yetu, yani akae mbali, lakini kawambishi. Yani kila siku najifanya kushauri kutoa wasiwasi hakuna chochote kitakachotokea tafurahi, <coughs> mm, sana baby, maana mi sipendi kabisa mapenzi yetu yaharibiki kwa jinsi ninavyokupenda. <laughs> mme wangu, oh. <laughs> hey. Yaani sihitaji kabisa kuona mtu yeyote anavunja ndoa yetu, yaani ni bora nipambane kwa hali na mali. Baby utaki kuwaza kabisa, mahusiano yetu hawezi kuvunjika. Nakupenda, mi nakupenda na ntabaki kwa kwa wako milele. Mkula kwanza kula basi. Tamwe. Uh, ngoja nikuchukulia na tikiti. Ah, basi kula kula basi. Amna bwana, mmea iy hapa ni kwa mm. ajili yako, iwe mimi. Usinifanyi hivyo bana, nakupenda sana bera, najua mm. nini, nitafanya chochote mm -hmm. niweze kubaki nawe <laughs> usitegemee kama kuna mtu wote ambaye naweza kututenganisha. Mimi ni wako Nikwe, mme wangu, jesigenu, mm. mchoyo, ni kweli mume wangu, nakuamini na najua jinsi gani unavyonipenda sana, huwezi ukakubali mtu yoyote avunje mahusiano yangu mimi na wewe ila kula mwenyewe sasa. Mm. Semejimai, mimi nikutoa hofu tu katika hilo. Kwa sababu wewe sio mtu wa kwanza kukupeleka pale kwa yule mganga. Sawa shemeji, mimi nitasema nini? Lakini sijui kwa nini nakuwa na hofu. Mambo ya waganga waganga haya mimi sijazoea kabisa. Nikutoe hofu tu shemeji. Kila kitu kitakuwa sawa. Kwa sababu hata mimi naumia sana kutokana na hii hali inayomtokea ndugu yangu. Kikubwa wewe pambana kupata vile vitu ulioagizwa na yule mganga. Sawa, mi nitajitahidi kwa uwezo wangu wote, kwa sababu nachotaka ni Twizi tu arudi kwangu. Yaani sipendi kabisa mtoto wangu nimlee peke yake, ingalikuwa baba yake yuko hai. Mi nitajitahidi shemeji. Ondoa shaka shemeji, naamini Mungu atatusimamia katika hili. Shemeji, nakushukuru sana, unanipigania sana kwenye hili swala. Mungu atakulipa shemeji yangu. Wala usijali shemeji, tuko pamoja basi sawa Acha ni mwai mtoto si unajua nimemwachia jirani pale basi sawa shemeji haya asante sana kapambane pale utaposhindwa basi nijulishe tujue tunafanyaje hamna shida mi nitakufahamisha kila hatua ambayo nitakuwa naipiga haya basi acha mi ni wai oh, oh, oh. oh, oh. Tapatapa yani tapa, maumivu moyo unakuumia. Baba na mama wameachana, nataka warudiane. We mtoto wewe, unaongea maneno gani hayo? Ndiyo baba akapata mwanamke mwingine. Acha, usiongee maneno hayo, wewe ni mtoto. Sawa, ntamsaidia mamaangu kumtoa yule mwanamke. Yeah. <laughs> Aibu na una mimi. We mtoto, usiongee hivyo sawa? Usirudie tena. Mama wewe anakoje? Wewe. Karibu. Mambo vipi? Mmeshindaje? Salama tu, ila huyo mwanao anaongea. Mimi hata tu nishamzoea, bila nikwambie tu. Asante kwa kukaa na mtoto wangu, sawa. Mimi nipo na Ndanda hapa. Basi acho, tukuache. Mbona mapema? Sitapata hata chakula? Amna wewe, wala hata usijali, Amanda. Aya, bye. Aya, poa. Mm, baba. Yeah, yeah. Baba. Sasa mama mtu. Nilikuwa kwenye mihangaiko kwe yangu. Nikaona somba yanje nikuone. Usijali kipenzi, tena ustahili kuwa na hofu. Endapo unahitaji kuja hapa, sababu huyo ndo unatimiza majukumu yote ya humu ndani sasa. Kwa nini uogope? Akatiwo ni baba mjengo, sawa? Basi shike kiasi mzeni, ukipata muda utokee. Okay, basi mtaani huo muda anakosaji. Kwa mfano ndo huyo eh? achana naye bebi, si tuendelee tu <laughs> okay. Kwa hiyo utakuwa umenielewa? Ndio, nimekuelewa kipenzi. sangapi umependekeza? Pengine mm, saa moja nadhani. Basi sawa, nitakuja. Okay, mimi nakuacha basi, mama mtu, subiri.

yule ni mtu kwani, umemwona nani? kwa hiyo meamaa kuniletea wanaume mpaka nyumbani, si ndio? Sasa kama kuna mtu alikuwa ananiletea pesa ulitaka, ah, nikakutana naye gesti? kwa hiyo umefikia hatua kunzalao kiasi hicho kweli? kama unataka kuheshimiwa, tafuta hela, timiza majukumu yako, heshima itakufuata. <tiple> maisha ni hatua na zetu minawe bebi, unazijua, usinungize chonde chuziisheto ndugu yangu yeah. Twizy kwa sasa napitia wakati mgumu sana. Mm-hmm, na tukiwa kama marafiki zake wa karibu tunapaswa tuwe naye karibu sana, ndugu yetu Ah, Mariki, sijakuelewa. Si unamaanisha nini ukisema Twizi anapitia wakati mgumu? Jaki, ina maana hujui kama Twizi ametelekeza familia yake kwa sasa na amemkaribisha mwanamke tu ambaye mpumbavu tu anamwaribia maisha yake? Mariki, Twizi <laughs> ni mtu mzima, ana maamuzi yake, ana familia yake na kila mtu duniani ana uhuru wa kuchagua kitu ambacho anakihitaji. Sasa mimi nashangaa unapotaka kuingilia maamuzi ya kifamilia wakati yeye tayari ameamua kuchagua, na hatujui mbele yake itakuwaje. Tena unakuja unasema hivi <laughs> na umeenda chuo kabisa, na umesoma na umefaulu. Mimi nikuambie kitu kimoja, Mike, kuna wakati tunavyoyaona maisha ya mtu kwa upande wa nje hatuwezi tukadifini kwamba jinsi alivyo ya ndani yake hatuwezi tukajua, hawezi kujua Twizi ameamua nini, ameona nini kwa mke wake. <laughs> Yani mimi nashangaa, yani wewe ndo unataka uingilie maisha ya Twizi wakati imwacha. <laughs> <laughs> hizo hapana, Jaki. Twizi amelogwa na yai, ndo madawa namfanya mpaka ametelekeza familia yake Amelongwa Malki? Unaamini ushirikina? Three years huko chuo, miaka mitatu, unaamini ushirikina? Em, amemwacha mambo yako, bwana. Kaka mimi no, na usipitisho mpaka naongea hivyo na. Tuangalie sana wanawake, sasa hivi sio watu wazuri. Sikia maji, Tuendelee tu hapa kunywa, tutulie, tuondoke. Haya mambo ya kusema, si unaamini ushirikina, alafu mambo mengine mimi si hata sikuelewa. Kwa sawa, ila inabidi tuwe makini sana, ndugu yangu, keep in mind, mimi sifuatiliaji maisha ya watu, jamani, sifuatiliaji Baba.

Amanda, nikwambie kitu eh? Unataka turudi nyumbani kwa baba? Ndio eh, mama anataka hmm. Sasa kuna kitu nataka unisaidie Ukiwaza tu kunisaidia, tunarudi nyumbani kwa baba. Sawa. Unataka tukampige? Uwe mama mbaya? Hapana mwanangu, tunatakiwa twende tukaa. Tunaenda. Tunaenda lini? Subiri. takwenye penzi la kuendeshwa, kiza nene limenitawala, nimekuwa kama mdoli. Uwe ni nani mimi? Si mkeo jamani? mkiwangu

Yaani maumivu moyo unakuumia, yaani sielewi, nimejikuta kwenye penzi la kuendeshwa. Kiza nene limenitawala, nimekuwa kama mdoli, akinisoya kwangu tena kwa rimoti naendeshwa mimi, penzi la kishirikina limeniweka mtu kati na wala sina jinsi ya kujitetea naumia, ndani kwa ndani, ila ndo sasa nishatekwa, sina jinsi ya kujitetea. Sina jinsi ya kujitetea.